Na tunachoshauri zaidi sisi ni kwamba kupunguza, narudia tena, kupunguza vyakula vya wanga, kuepuka vyakula vya sukari. Na bahati mbaya, tukizungumzia sukari, wengi wenu mnafikiria nazungumzia sukari tu hii ya kununua, weka kwenye chai au weka kwenye nini. Hapana, vyakula vyetu vingi vya kusindika ili viweze kukaa muda mrefu kwenye shelf, ile wanaita kwa kitaalam shelf life, ni lazima uweke kemikali, lazima uweke chumvi, lazima uweke sukari. Na, na, nilikuwa na, na shauri sana Watanzania, hebu unaponunua kitu, geuza lile boksi kule nyuma, soma, kwa sababu vile vyakula vimeandikwa kule nyuma vimeandikwa kuna sukari kiasi gani, kuna wanga kiasi gani, kuna protein kiasi gani. Hatuna hiyo tabia ya kusoma.

Huyo ndo mkali kwanza wa kuitwa Jocelyn kutoka kwenye kundi ambayo lilikuwa very potential kwa kwa kwa upande wangu. Wakali kwanza ambao uko pale, unamkuta makamua, unamkuta Jocelyn, unamkuta QJ, yani hawa jamaa, ninasema hawa jamaa wanakuja kuchukua hii game, lakini i don't know what happened. Uh, kwa hiyo huyo ndo Jocelyn na, uh, ni moja kati ya wasanii ambao alikuja kwa, kwa kasi sana. Unajua kuna wale wasanii ambao wanakuja na ngoma tatu kali za kwanza ambazo ni undeniable, yani uwezi ukazikataa ukuwakataa. Mmoja ya wasanii yao ni Mbidog, mwingine ni Omidimples na huyu ndo wa tatu, Jocelyn, ambayo anakuta ngoma zake za Jocelyn, alikuja na perfume uh, ikaja mshikaji mmoja hivi halafu ngoma yake ya tatu ikawa niite basi. Ilivyo ulikuja hiyo niite basi ndio ikawa sasa shughuli imeisha, kwamba huyu jamaa sasa hivi ashakuja kwenye game sha msolidify yeye kama kama artist ah. Uh, kwa hiyo shout out to Jocelyn. Hii ngoma yake ilikuwa sio sio successful kivile, japokuwa ilikuwa inapigwa sana, nakumbuka East Africa TV, na ndiko hapo nipo Julia na nipo niko naipenda sana hii ngoma, kila ikije nilikuwa lazima nisikilize, na unajua ni wimbo mrefu, ni almost 6 minutes lakini hata oga sijui kama huo muda unafika, kwa sababu ni ngoma ambayo nasikiliza kila kitu. Na kama kuna kitu ambacho nimegundua kutoka kwenye hii ngoma ni kwamba, ukisikiliza mashairi mashairi, uh, yako very hip hop, lakini ngoma yenyewe iko very R&B. Kwa hiyo kuna, kuna kama contradiction kati ya kitu anachokisema na namna ambavyo anafikisha. Unajua, hata ukiwa okay, unaongea unaongea ile kikawaida kibinadamu, wanakwambia tone ni muhimu sana unaweza kuwa unamaanisha kitu ukamwambia waya nichukulie hiyo hapo, na kusema waya nichukulie hiyo hapo yaani ni vitu vile tofauti. Ile tone inamata ina, ina, ina mata sana unapokuwa unazungumza. Sasa inapokuja ina kwenye kwenye muziki, kwa mfano ukisikiliza wimbo vizuri, mashairi ya Jocelyn hayabembelezi sana kama ukiyasoma yenyewe, makavu makavu hivi, ni mashairi ambayo yako very straight. Anamwambia huyu mwanamke, bwana naomba unisikilize hivi na hivi, hiki ndio ninachotaka mimi, kwa kama uwezi basi, mi, ni niambie nisepe Ndo ndo ujumbe wenyewe, lakini namna ambavyo wanaufikisha huo ujumbe in a, in a very polite and smooth way just yes, kwamba hata mwanamke kama asikilizi maneno anasikiliza melody, basi lazima aingie mkenge. Umeona? kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho wao. Tena nikisikiliza nasema hiyo silim bwana alikuwa ndo mkenge sana huko ndani, lakini ambavyo walifikisha huo ujumbe ilikuwa in a very polite and romantic way. Hebu shika hicho nilichokwambia, alafu tusikilize hii vesi ya pili.

mbali nami ninakueleza sana sija kuona amba kwa nini nisikueleza, utakuwa umenisoma. Sasa hapo na kizungumzia kwamba mashairi yako na japokuwa Jocelyn anaomba kwamba asikilizwe lakini unaona kabisa naye kwamba sio mchezo mchezo, yani kwamba uki, ukijitikisa vibaya tu anasepa. Kwa hiyo kuna kuna, kuna kuna kitu kama hicho, na nilinotice kwa sababu nimeusikiza sana wimbo uh, mashairi yake nikafanisha na melody na kuna, kuna kama contradiction fulani, lakini oh you know, hii ngoma ni kali sana, is one of my favorite from him na Jocelyn najua pia naye alikuwa ni ni msanii ambaye iko very versatile, kwa maana anafanya hip hop, anafanya R&B, anafanya muziki aina nyingi nyingi. Kwa hiyo wakati mwingine kushift kutoka kwenye muziki mmoja kuja kwenye muziki mwingine, pengine yale maneno au misemo fulani unakuta inabakia, kwa sababu wewe ni wewe tu, na vibe unaweza ikaja, uka, uka, ukaenda nayo hivyo hivyo usio kwa hiyo karibuni sana wanangu katika Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, former known as The Rap Addict. Nakukaribisha katika episode yetu ya nne. Eh, tunasonga wanangu, tunasonga episode yetu ya nne ya Wanangu Podcast, na leo kuna vitu kadhaa ambavyo nitakuletea, lakini kabla hatujafika hapo ya ningependa kwanza kuwashukuru sana kwa support yenu ambayo mnaendelea kuionyesha kupitia kwenye channel yetu ya, ya Telegram ya Wanangu Podcast shout out uh, kwenye ambao mnachangia mna, mnaacha comments pale, inatia moyo na inafanya niendelee kufanya hii kazi, au sio bwana? Kwa hiyo let's get to it bwana. Last Sunday nilipoenda church, kuna ujumbe ambao nilikutana nao ambao mhubiri na alikuwa anahubiri kuhusu malezi na uh, it was very weird kwa sababu mimi, kabla sijaenda kanisani, unajua nilikuwa nasema, okay so episode ya 4 nitazungumzia nini na nini. Unajua kuna nilikuwa kuna topic zinapita kichwani, au niongelee hiki au niongelee hiki, nikawa nimestick stick na ngoja niongelee hili swala la malezi. Nimeenda kanisani, nimekutana na same topic, nikasema, okay so hii probably ni ishara kwamba hili ni swala ambalo natakiwa lizungumzie. Kwa hiyo alichokuwa nakumbusha mhubiri ni kwamba kama wazazi siku hizi tumekuwa very open minded na sometimes, tuna tunakuwa tuna kama tume-, tumezidiwa na mapenzi juu ya watoto wetu kiasi yes, kwamba hatuwezi kuwaambia chochote kile. Akatoa mfano, kwa mfano kuta wazazi wengi kwamba mtoto anaangalia katuni kuanzia asubuhi mpaka ile jioni, saa mbili inafika, hata kuangalia taarifa habari inabidi mnegotiate tena na mtu ambaye alikuwa anaangalia katuni kuanzia asubuhi. Naelewa. Kwa hiyo ni swala ambalo linahitaji control. Na ndio point yake kubwa alikuwa anazungumzia control kwamba hawa watoto inabidi wawe na self control. Lakini wataitoa wapi hiyo self control kama sisi wenyewe wazazi hatujaweza kuinstill kwao hiyo hiyo self control. Kwa sababu chochote kile kinahitaji kiasi. Kwa hiyo kiasi ni kitu ambacho cha msingi sana ambacho hiyo self control. Uh, kwa hiyo alipoongelea hivi nikasema kwe, ni kweli na ni kitu ambacho mimi mwenyewe pia nilikuwa nataka nikizungumzie. Niki, Unapokuwa mzazi unampenda mwanao obvious, na kuna wakati mwingine unajizuia, unashindwa kujizuia kabisa, kwamba hiki kitu anachofanya mtoto sio sahihi. Lakini ni njia gani nitaitumia ili kumkataza? Kwenye jamii zetu tumezoea kuchapwa, yani unachapwa, ukishachapwa ndio unajua hapa nimekosea na nini. Japokuwa kila nikaa nikifikiria, sioni relationship yoyote iliyopo kati ya kumpiga mtu physically na kumfanya aweze kuelewa hilo swali ambalo nataka kumwelekeza. Bado na na naamini kwamba watu wanaweza kuelewa kwa negotiation kwa kuokana nao na kuwaambia, Lakini vile vile, wakati mwingine unaona kabisa hii njia ikijaribu, mtu akijaribu kuitumia inafeli, na pale ambapo nguvu inatumika na hizo physical means zinatumika, unakuta watu wanaelewa. Kwa hiyo bado kusema kweli sina majibu, na ningependa kutoa tu angalizo, yaani mimi sio expert kwenye hii swala ni swala ambalo mwenyewe kwangu ni swala mtambuka na linanisumbua vibaya mno, especially when it comes to punishment, kwamba huyu mtoto ni mpe adhabu gani? Umeelewa, ni mpe adhabu gani ambayo ita itaendana na umri wake, adhabu ambayo itamfanya yeye aelewe next time asifanye hiki kitu. Sometime ukiwaambia wanaelewa, sometime hawaelewi. Kwa hiyo bado ni swala gumu, kwa hiyo Uh, but kitu ambacho anajifunza kati siku ambazo zinazidi kwenda, nafikiri ni wengi tunaingia kwenye swala la uzazi kwa tukiwa na ile mentality kwamba ni swala ambalo natakiwa, ambalo unaweza kulifanya perfect, na kadri siku ambazo zinazidi kwenda, na ulio kabisa perfection, na na, na malezi ni vitu vingi tofauti. You can't be perfect kama baba au kama mama, you can't be perfect kwa sababu wewe ni binadamu, na huyo mtoto ambaye unamlea naye ni binadamu vile vile. Kwa hiyo wote hamjakamilika, na kama wote hamjakamilika, je, huo ukamilifu utatokea wapi? Haiwezekani. Kwa hiyo hicho ndo cha kwanza ambacho nimeanza ku note sasa, kwenye notes zangu kwamba, okay, perfection cross perfection hii haipo, haiwezekani. Na pale ambapo tatizo limetokea, maana yake tatizo hilo linatakiwa liwe fixed kwa hiyo inapokuja kwenye swala la kufix, hapo ndipo ambapo watu tunatofautiana, kwa sababu kuna wazazi walio wengi, unakuta tunakimbia, tunali tunalizunguka ile tatizo, yaani kama labda ilitokea instant fulani, mtoto um, akazingua ukamchapa au kumpayukia, basi next time hautaki kuzungumzia kwamba kuna kitu fulani weird kilitokea kati yangu mimi na wewe, let's solve it. Na nafikiri inatokana na familia nyingi, unakuta tulivyolelewa kwamba mzazi hakosei, yaani wewe kama ni baba au ni mama, there is no way unaweza kuwa in the wrong side, kwamba wewe ulichofanya ndio sahihi, mtoto ndio akakosea. Kwa hiyo mentality tena yenyewe inapelekea wazazi kukimbia ile makosa yao. Wakati mwingine umefanya kosa, umemshaka mtoto lakini haikuwa kosa lake, umekuja kugundua kwamba alikuwa kosa lake, lakini huwezi kwa apologize au huwezi kwa uka ukasimama kwamba ukamwambia mwanao kwamba I'm sorry. Uh, si si nilifanya hivi lakini sikuwa na taarifa sahihi, oh, au anything, unajua. Kwa hiyo unakuta kutokana na hiyo watoto na wenyewe wanazaliwa na wanakuwa kwenye mazingira yale yale ya kukataa accountability kwamba hata nikikosea kwa sababu mimi ni kikosea, mkubwa basi mamu ndo atabakia hivyo hivyo. Kwa hiyo unaona, uh, kama kuna namna ambavyo tunaweza tukaanza kujifunza kufanya, nafikiri ni kukubaliana na kuwa accountable either uwe sahihi au kuwa sahihi lakini ukubaliane kwamba kwanza kuna shida hiyo na kuangalia namna ya kuitatua. Umeona? Na katika kutatua kuna nakumbuka kuna kitabu kimoja nilisoma kinaitwa Emotional Intelligence. Moja kati ya vitu ambavyo niliondoka navyo mle ni kwamba mara nyingi tunapokuwa kwenye hizi relationships tunapokuwa tunatokea kwamba kuna kuna mfarakano, mara nyingi tunajaribu kusolve watu tuna tunaweka tuna hisia pembeni yani tunajaribu kusolve vitu vingine vyote lakini hisia tunaziweka pembeni. Sasa kuna strategy ambayo alishauri ali, ali, ambayo anaitwa anaita XYZ strategy, kwamba inapotokea mfarakano ukitaka kusolve, kwamba kuna vitu vitatu, kuna X, kuna Y, kuna Z. X ni ile ambayo unamwambia ulipofanya hivi, maanake una mention sasa ile kosa ambayo huyo mtu au mtoto amelifanya kwamba ulipochelewa kurudi jana and then uta mention why, ambayo why sasa ndo hisia, kwamba ulipochelewa kurudi jana ulifanya nijisikie kama umenidharau. Umeweka element ya, ya emotion si ndio? kwa sababu kufuata yale nilokuambia si ndio? I would appreciate kwamba next time ukawai kurudi, ambayo hiyo ndo Z. Kwa hiyo una XYZ, X ni kosa ambalo limefanyika, y ni namna ambavyo hilo kosa lilikufanya ujisikie emotionally, na z ni suggestion ya solution next time. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu XYZ kwenye kila kosa linapokuwa limetokea au kwenye kila mfarakano in, in, a, in a relationship, hii inaweza kuwa applied hata kwenye relationship ya husband na wife au baba na mtoto au mama na mtoto popote pale ambapo kuna mfarakano kwenye relationship unaweza kutumia XYZ strategy kwamba don't leave out the, the the emotional element of things. Mention kosa lilofanyika, mention namna ambavyo hilo kosa lilikufanya li, li ujisikie, and then mention suggestion yako ya solution kwamba next time ukifanya hivi na hivi I think I'll feel better kwa hiyo kila nikiwaza hii situation ya, ya, ya mtoto na malezi na nini, nafikiri pia tunaweza tuka apply kitu kama hicho, kwamba nilikwambia hivi, umefanya hivi, i felt like ulini disrespect kwa kutofuata maelezo yangu. I would appreciate kama next time ukifanya hivi hivi hivi na hivi. Kwa hivyo ndio ambapo conversation inaweza kaenda kati ya mtoto na mzazi, japokuwa kwenye theory vitu vina sound vizuri kuliko kwenye uhalisia. Unaweza kuta kwenye uhalisia vitu vikawa tofauti kabisa, lakini kuna umuhimu pia wa kujaribu kufanya kutafuta namna nyingine ya ku resolve situation ambazo zinatokea kwenye relationship zetu kama wazazi na watoto wetu. Lakini vile vile bado eh, lile swala ambayo nilizungumzia la punishment na rewards pia ni swala ambalo bado ni ngumu kulitafutia solution, lakini regardless nabidi tuendelee kutafuta namna ambavyo tunaweza tukalea watoto katika misingi ambayo ni bora, ili waweze kuja kuwa wazazi wazuri na wenyewe yako baadaye. Bila hivyo hatuwezi kutegemea kuwa na kizazi ambacho kitakuwa kina wazazi wazuri na watoto wazuri. Kwa hiyo nafikiri kitu cha msingi pia cha kugundua ni kwamba it's never too late, kwamba hata kama mwanao ana miaka kumi saba ishirini it doesn't matter Anytime unaweza ukabadilika ukaanza kuangalau kutafuta strategies za, za kuboresha relationships. Unajua, funny thing ni kwamba when it comes to money, tunatafuta kila njia ya kupata pesa, by any means, tunatafuta njia ya kupata pesa, but when it comes to relationships ambazo uh, ndo to me is the most important thing, kwa sababu hata kama ukimlea mtoto akaja kuwa engineer, lakini kama ni engineer ambayo wewe kama babake uweze kuongea naye. Unaelewa, yani kwangu mi naona kama ni failure. Umeona, kwa hiyo relationship hizi za kati ya baba na mama, baba na mtoto, mama na mtoto, they are very important. Kwa hiyo tusifocus sana kwenye kutafuta tu pesa, alafu tukashindwa kuwa na relationship nzuri na watoto wetu, kwa sababu moja kati ya investment ambayo unaweza kuziweka ni kuwa na relationship nzuri na na mwanao, unaona kwa hiyo it's never too late, hata kama wewe ni mzazi ambaye ana watoto wakubwa, naamini ukibadilika na ukianza kutafuta information ya namna gani unaweza ukaboresha malezi, kwa sababu watoto, mtoto kwa baba au kwa mama akui, hata akioa, akiolewa bado tu anakuona kama mzazi. Kwa hiyo I think tujichallenge kuweza kutafuta other means, the same way tunajichallenge kutafuta hela kutoka kila kona, tuweze kujichallenge kutafuta Uh, namna ya kuboresha our relationships with our children and with our family in general. Lakini pia kingine ambacho ambacho naweza nikasisitiza pia ni kuto kutoacha hiyo sehemu ya emotions, yani hisia ni ni ni jambo muhimu sana kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo tu tujichallenge wenyewe kuweza ku control hisia zetu, whether ni positive au ni negative lakini hiyo pia ita hiyo hiyo sasa pia itapelekea watoto wetu na waweze pia ku control hisia zao, kwa sababu most of the time unaweza kukuta mzazi ukawa ni mtu mzima, lakini emotionally ukawa una act kama mtoto mdogo vile vile. Kwa hiyo pale ambapo mtoto mdogo miaka mitatu minne mitano anapokuwa anafanya jambo la kijinga, logically ina make sense, kwa sababu yupo hapa duniani kwa 5 years tu na amefanya makosa ambayo hata watu wazima ambao wana miaka 30, 40, 50 tunafanya makosa bado. Umeona, kwa hiyo inakwaje kwa mtoto ambaye ana miaka mitano? When you think about it, unagundua kwamba lazima umpe nafasi ya yeye kukosea na kuweza kujifunza, kwa sababu ndo kwanza yeye mgeni kwenye hii dunia. Wewe upo hapa duniani miaka yote, lakini bado unafanya makosa. Kwa hiyo emotion, uki, uki act emotionally uh, immature huyo mtoto naye anakuwa kwenye mazingira ambayo wazazi ana act immature, naye kiwa mzazi ima kwa hivyo ata act. Tujaribu ku- kujikuza emotionally kwamba okay, mi hapa ni I'm the bigger person here, so lazima ni act kama mtu mzima, ila ni okay. unapokuwa na act kwa hasira unapelekwa na, na, hasira, na hasira all the time ina logically ina, ina, ina kushusha. Hata mtoto mwenyewe anaona okay, sasa kama wewe una act hivi, mimi ni act hivi. Kwa hiyo again, I'm not saying kwamba mimi ni perfect. I'm not saying kwamba neno langu ni sheria, lakini nafikiri hizi ni moja ya mawazo tu ambayo unao yanakuja naona ni share na ndugu zangu. Na nyie kama mna mawazo yenu ambayo mnaamini anaweza akasaidia kwenye hili swala pia, ni vizuri kushare kupitia comments. Kwenye entertainment news leo nakuletea series moja inaitwa Shogun. Shogun ni series ambayo uh, imebase kwenye novel ambayo ilitoka mwaka 1975 ikienda kwa jina hilo la Shogun. Na imebase kwenye nchi ya Japan mnamo um, mwaka 1600 ya mnamo yeah, mwaka 1600 nikimaanisha karne ya 17 ambapo uh, Shogun kama Shogun ni cheo, ilikuwa ni cheo cha a uh, ni kama kiongozi mkubwa wa, wa, wa eneo fulani. Kwa hiyo uh, story inavyoenda ni kwamba shogun mwenyewe alikuwa ame- amefariki kipindi hicho. Na alikuwa ameacha mtoto ambaye hawezi kurithi kutokana na kwamba alikuwa bado mdogo. Kwa hiyo sasa kuna political instability pale. Yaani, watu watu, wana kuna uhasama ambao upo kisirisiri kati ya wale watu ambao walikuwa na potential ya kuja kuchukua kile cheo cha shogun. Sasa katikati ya hiyo unakuta kwamba series zinavyoanza kuna meli ambayo imekuwa imefika Japan. By the time unajua ulikuwa hakuna ramani ya dunia ambayo imekamilika. Kwa hiyo unakuta watu ambao wako kusini hawajui kaskazini yupo nani, watu wale kwa kwa magharibi hawajui mashariki yupo nani. Kwa hiyo inaonekana kwamba nchi nyingi za Ulaya walikuwa hawajui hata kama Japan ina exist. Watu pekee ambao wametoka Ulaya ambao walikuwa wamefika Japan walikuwa ni wa, wa, Wareno ambao wa walikuwa wamepeleka Ukristo kule. Christianity Oso. Sasa huyu anafika pale ni kama kwa bahati mbaya tu, anakamatwa na hao wa Japan. Wapo kwenye kipindi ambacho kama livyokwambia, kuna kuna kuna rivalry. Kuna mvutano, nani anataka kuwa shga, kila mtu anaangalia, anatolea macho kile kiti, japokuwa hataki kuwa direct kwamba nini kinaendelea, lakini unaona kabisa kila mtu anakimendea hicho kiti cha chashoga Uh, sasa ndo series imeleko so far, zimetoka episode tano ni ni series ambayo ni, ni nzuri kwa kusema kweli, ukitulia ukaangalia, japokuwa inahitaji umakini sana uh, nakuta, kwa sababu unakuta wanazungumza Kijapani kwa muda mrefu, kwa unatakiwa uwe uh, unasoma subtitles zile, yani isikupite ili, ili story isikupite, japokuwa pia wana mix na Kiingereza kwa sababu, kwa mfano yule Mwingereza ambaye amefika pale hawezi ha, haelewi Kijapani kwa hiyo anaongea Kiingereza kwa wakitaka kuwasiliana na Japan pale utakibidi, uh, mkarimani ya wepo aweze kuweza kutafsiri lugha ya huku na huko. Kuna challenge hiyo, inabidi kusoma subtitles sana na vitu kama hivyo, lakini ni story nzuri ambayo ina vitu vingi ndani yake, kuna relationships, kuna kama hivyo betrayal, rafiki uh, kwa hiyo ni series nzuri so far zimetoka episode tano na kwa so, sababu kweli inavutia ina, ina, ina, ina I'm so excited kwa hizo tano zilizobakia ili tujue story inaishaje. Yeah, so Shogun ni series ambayo unaweza ukaitafuta uka, uka, uka, itafuta, uka cheki. Na ushauri wangu ni kuwa makini sana kwenye episode ya kwanza, kwa sababu usipoangalia vizuri episode ya kwanza, kuna vitu vinaweza kukupita vikakufanya hata hizo episode zinazofuata usione kama ni nzuri sana, lakini kutokana na kwamba tulaba kuwa makini kwenye episode ya kwanza yeah, kwa hiyo yeah, ni series ambayo ningeweza kurecommend kwa mtu yoyote ambaye anapenda history, mtu yoyote ambaye anapenda drama, uh, kwa sababu wanasema loosely ime base kwenye kwenye story ya uhalisia. Kuna kuna huyo navigeta mmoja, miaka ya zamani, alikuwa naitwa William Adams ambaye alienda Japan, baadaye akajikuta mpaka amefikia level ya juu ya kwenye kwenye kwenye uongozi wao kwa kwa hiyo loosely imebase kwenye, kwenye, kwenye true story japokuwa nafikiri vitu vingi vimebase kwenye ile kwenye novel ambayo ilikuwa ni, ni, ni fiction. Yeah. So mpaka hapo ndipo tumefikia mwisho wa episode yetu ya nne ya Wanangu Podcast, mimi host wako yule yule, good luck Joseph aka Imani Joseph FKA the rap addict. Till next time, have a nice week.

First time unanisikia ndo mwanzo wa kufuatilia, first ikawa kiki, sasa ndo beat unayoisikia ya first kwana kakuchunia ulikuwa shureni first mwisho kaito failure tambalari ama mabonde brother First ni njia ili niweze kuafikia First wajue na nia ili kuwa ngumu kuanza first kumi kwa mia bila inspiration first duo singe nsikia bila hip hop kwa darasa First in sing and wait mbia yalianza mapenzi first ndong kajua kumia usichana uka uwachia First waka kubambia kata wala diction first daily bar kwa pia kuzingua zaidi ya stula First majani